Asanteni kwa wote mliojihusisha kwa namna yoyote ya kifedha na kiharakati za hapa na pale mpaka hapa tulipofika. Hata hivyo, nasikitika kukupa taarifa ya kwamba bado hali ya binti yangu imeendelea kuwa na sintofahamu kubwa. Na kwamba sasa tumefanya uhamisho ama hospitali zimefanya uhamisho kutoka hospitali ya kwanza aliyokuwepo mpaka hospitali ya kanda ya hapa Mbeya, na baada ya rufaa hospitali ya kanda ya hapa Mbeya sasa imefanyiwa transfer kwenda hospitali ya taifa Muhimbili.

nimeona mashaka sawasawa, sawa na wewe, sawa na vile Yesu ambavyo alisema, Mungu wangu Mungu wangu, mbona umeniacha? Lakini pia mtume Paulo aliwahi kusema hivi katika Wakorinto wa, wa pili sura saba mstari wa tano. Anasema, kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia, meli yetu haikupata nafuu na bali tulidhikika kote kote; nja nje palikuwa na vita, ndani palikuwa na hofu. Na katika Wakorintho wa pili yohiyo sura nne mstari wa nane unasema, pande zote twadhikika, bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukati tamaa. nimepata mashaka makuu ni juacho, kwa lugha yetu sisi wa Afrika. Kinachokuwa kimefanya matatizo kwenye fahamu zetu ni shetani. Nami nataka yeyote uliye na nguvu ya aina yoyote ya kumkabili shetani huyo, naiomba nguvu hiyo kwa kutazama umuhimu wa binti yangu sifa, kwako ama kwa dunia ama kwa jamii, kwa kutazama umuhimu wangu kwako ama kwa jamii. Paulo anasema yote haya yaliyotupata yalitupata kwa sababu ya kuieneza Injili yote haya yaliyotupata yametupata kwa sababu ya kuwa sehemu ya wanaolia. Tumetamani mtu anayelia, tujue kwa nini unalia. Mtu anayelia, tumsaidie kufikisha kilio chake kwa wale anaowalilia, au wale anaohitaji msaada wao kwa sehemu kubwa, yote yaliyotupata yametupata kwa sababu ya moyo huo, yamemkuta haya. Dua yangu ni maombi yangu kwako, sisi Afrika, baya lolote inayotokea ni shetani anakuwa amefanya, lakini amini, yeyote unayenisikiliza hapa, una nguvu za kupambana na shetani. Wengi wamnaosali na hata mlio na akili timamwa, hata msari na uenda nafahamu aina ya shetani ambaye naweza nikamzungumzia hapa. Naomba nikusii, ikiwa inakupendeza fanya unaloweza kufanya, ikiwezekana huyo shetani kama bado Mungu anaweza katurehemu, katupa nafasi ya kumwangusha kabla hajaleta madhara. Mwangushe. Nimesema mara kadhaa, Afrika shetani ni hewa, pengine na maji ya bahari na giza, lakini wenzetu wazungu, shetani ni mystics, ni mipango ya watu yenye makusudi maovu au matendo ya watu maovu. Wazungu kwa sehemu kubwa wanayakabili matendo. Ni kwa sababu hiyo, nakuomba sana, yeyote unaweza kumkabili shetani, iwe ni yule unayejua yuko gizani, iwe ni yule unayejua ni mipango ya watu, ni matendo ya watu, naomba fanya lolote uwezalo kufanya. Binti yangu yuko katika hali inayohitaji mkono wa yeyote mwenye moyo wa kweli. Oh, ni kujulishe katika Biblia aina ya shetani ambaye Bibilia pia ilijua huyo ndio shetani anayeweza akawa anasababisha madhara naye. Nataka ungekuwa na mtazama, katika Zaburi 37 mstari wa 32 anasema, mtu asiye haki humvizia mwenye haki na kutafuta jinsi ya kumfisha. Bibilia yenyewe inatambua mtu ni mtu ambaye kumvizia mtu ni mtu fulani anakuwa meudhika yani, hap, ha, kuna maovu fulani anafanya, kuna ubaya fulani anafanya. Kwa hiyo inapotokea kuna mtu fulani mwema anamwambia acha, ili si zuri. Ni mtu ambaye humvizia mtu mwenye haki ili atafute kumfisha. Kwa kama ni shetani kwa mujibu wa Biblia, kama ni shetani kwa mujibu wa Biblia, shetani ni mtu, yani shetani hutumia mtu, ni watu hupata mawazo, ukaa vikao, wakiwa na kunywa soda, nani tumfanye nini. Kwa wakati mwingine kumkabili shetani ni kulikabili tatizo na kuhangaika na mtu anayekuwa sababu ya hilo tatizo. Lakini ukumbuke hapa anajaribu tu kukwambia kwamba eh, ikiwa wewe unajua shetani, unajua shetani ni ni mapepo yako baharini, yako hewani, ni wakuu hang, wa waangani, kuna mijitu fulani iko hapa angani. Lakini kimsingi Paulo anasema tupate kuziteka nyara kila fikra, tuki tukiangusha ngome na kuziteka nyara kila fikra zimtii Mungu. Anga anga wakuwa anga na angani, ni wakuwa fikra hizi fikra. Paulo alitaka tuziteke fikra zimtii Kristo. Ndo vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya wafalme wa giza hili katika ulimwengu wa roho. Hebu kabla siendelea hapa, nikusomea ile andiko, nikusomea ile andiko. Kuziteka ni kupigana vita katika ulimwengu wa roho, kupigana vita katika ulimwengu wa roho, katika 2 Korinto sura ya kumi. Najua ulisha uishanasha, kwa hiyo hapo uwezi kanisikiza kwa, kwa, kwa chochote, lakini sikia maandiko yenyewe yanajieleza Inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili... mstari wa tatu Wakorintho wa pili sura ya kumi mstari wa tatu Maana ingawa tunaenenda katika mwili, atufanye vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ngome hizo ni zipi? Ngome ni zipi? tukiangusha mawazo na kila, kiri, na kila kitu kijinuacho kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Ngome ni zipi? Ni kila elimu ine ijinuayo juu ya haki, juu ya Mungu, na tukiangusha ili tupate kuteka nyara kila fikra, kila fikra, ni, ni mawazo ya wanadamu tunayotafuta kuyabadili kila mawazo yao, yasifikirie yasipange kufanya mabaya. Na msaada wa sita unaweza kusema tena, tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu kutakapotimia. Tukiwa tayari kupatiliza maasi yote kubatilisha maasi yote, kuangusha maasi yote. Maasi hayafanywi ya na mapepo, maasi yanafanywa na wanadamu. Kama ni mapepo, yanashawishi wanadamu wafanye maasi. Hivyo ikiwa we, pengine mapepo eh, mashetani ni hewa hii, hebu tumia nguvu yoyote, tumia nguvu yoyote Fanya chochote, tazama umuhimu wa binti yangu. Nawashukuru sana ambao mmejihusisha wawili watatu. Kiukweli gharama za hospitali zote hizo uh, tusingeziweza peke yetu kirahisi. Nawashukuru sana wawili watatu mliohusika, ingawa mnafahamu kwa sehemu kubwa mtu ambaye atatoa pengine laki moja elfu ishirini elfu tano huwa anajua kama vile alivyojitoa yeye, kutoa hiyo laki moja laki tatu laki moja elfu ishirini anajua basi. Wengi wamefanya hivyo, na kumbe uliye na moyo wa kufanya hivyo kumbe ni wewe tu na watu wengine wachache, wengi huwa ni sherehe watu wa aina yangu tukikutwa na mfano wa haya tunayokutwa nayo. Kwa hiyo ndio maana tunakuwekea wazi, kama una la kufanya, nenda tu kwamba ni Mwimbili, kama ni kuwasiliana kwa, kwa simu ambazo tumeziweka wasiliana. Katika Mithali sura ya kwanza mstari wa kumi na tisa inasema, ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali huondoa uhai wao walionayo. Ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walionayo. Sio anauacha ni, mtu ana tamaa ya mali, huondoa uhai wa walionayo. Mimi najua shetani yuko, najua maswala ya kibaiolojia na vitu kadha waka, najua yako lakini, wakati tunaangaika na maswala ya kibaiolojia, ni vizuri sana, yeyote unayeweza kutia mkono wako, tuangaike pia na kumsi shetani yeyote, ama kumtafuta shetani wewe uwezi ukamaliza wachawi kwa kuua mchawi Ro, uchawi ni roho. Uwezi ukamaliza watu wema kwa kuua watu wema ama kutesa watu wema, ni yafanyayo si ya najua ndio njia pekee ilingeleta usawa na matumaini ya kweli na maisha ya kweli kwa binadamu waliopo duniani. Nawezekana kabisa yamenikuta, yananikuta na atanikuta, lakini yadhuru nini? tulitoka kwa Mungu, kwake tunarejea. Mungu angeweza kuruhusu mabaya kuliko haya, sikuwa na la kujitetea. Wanaopatwa mabaya mfano wa haya tunayopatwa nayo ni wengi, na hawajihusishi na kutetea jamii, hawajihusishi na kuwa kinywa cha wanaolia, hawajihusishi na kuwapigia kelele wanaoonewa. Hiyo ni tafsiri ya kwamba hata tusingejitabisha na haya, inawezekana tungekuwa mmoja kati ya wale waliopotea, wale waliofariki, wale wanaougua kwa sababu zingine zisizofahamika na kueleweka. Achana sisi, tuwe sehemu ya uchungu na maumivu, lakini tukiwa tunajua tunapitia uchungu huo tunapitia maumivu hayo kwa sababu ya moyo wa kuamini katika usawa, moyo wa kuwa kinywa cha wasioweza kuzungumza. Mtume Paulo anasema yafuatayo alipoendelea kuiona hali ya namna hiyo katika kitabu cha Filipi sura ya kwanza mstari wa 17 na kuendelea, anasema bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitina, warasi kwa moyo mweupe, wakidhani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu. Ya dhuru nini? lakini kwa njia zote ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli kristo anahubiriwa na kwa hiyo nafurahi nami nitafurahi maana najua ya kuwa haya yatanigeukia kuwa wokovu wangu na kwa sababu ya kuomba kwenu na kuruzukiwa roho wa yesu kristo kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote kama siku zote na sasa vivyo hivyo Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa ni kwa maisha yangu ama ikiwa ni kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida ya dhuru nini? Nimetegemea kwamba si taibika kamwe, lakini kwa maisha yangu ama kwa mauti yangu Kristo ataadhimishwa, kwa sababu kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Katika Wakorinto wa pili sura ya nne mstari wa kumi na sita Paulo, huyo anaandika na kusema, kwa hiyo hatulegei, japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanya upya siku kwa siku maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Tumefika hapa tulipofika, inakosii sana yeyote ambaye unaona umaana wa utumishi wangu kwa jamii kwa Mungu, fanya uwezalo ifike mahala. Nawajulisha hivi, ili karibu kila mmoja ujue ulifanya uwezalo. Biblia imesema yaliyofunuliwa ya kwetu ni yetu sisi na watoto wetu, lakini ya sirini ni ya Mungu. Njoni tujaribu kumtafuta shetani ambaye tayari yuko kwenye mwili wa binti yangu. Tujaribu kwa uwezo na kwa, kwa, kwa, kwa hali yoyote ulionayo. Cheo chochote unacho na mahali popote ulipo. Lakini mbili na kusi. Jaribu pamoja nami tumtafute shetani. Anayekuwa anatengeneza haya. Mimi niko tayari kupokea chochote, na ni jualo ya kwamba chochote kiwezacho kufanyika ama kitakachofanyika hakitaubadili moyo wangu. Nimepoteza ambavyo sikutegemea kupoteza. Sina cha ajabu nachoogopa kukipoteza. Nalijua jambo moja, sijasukumwa na hila, sijasukumwa na chuki ya kidini, sijasukumwa na upendeleo wa kikabila, wa kikanda. nimeamini furaha ulio nayo walio nayo wale anatakiwa kuwa nayo na yule nimeamini, yule anayelia, tunahitaji kulia pamoja naye. Naamini huo ndio utumishi kwa Mungu na hayo ndio maisha binadamu yoyote ulipaswa kuishi kwayo, kwamba ni kukosa hekima, kwamba ni kuyataka Basi nimechagua kuyataka ya aina hii, kama wewe ulivyochagua kuyataka ya aina yako, kwa sababu si kana kwamba wewe uko salama. Pengine tofauti ya mimi na wewe, mimi nalalamika na kusema hadharani, wewe unakufa nayo kimya kimya, lakini si kana kwamba yoyote unayenisikiliza popote uko salama, una amani. Huwezi ukawa na amani wakati kuna jirani yako analia. Uwezi ukawa na amani wakati kuna jirani yako amevunjika mguu, amefariki. Hata ukienda msibani ama pan, kuna mahali pana ajali, alafu kaanza kusema mimi na amani. Jamani, mimi na amani? Kwa hiyo vitu hivyo unaweza ukachukuliwa hatua na watu wanaokusikia. Uwezi ukawa na amani wakati kuna watu wanalia. Kulia sio sehemu ya ubinadamu, kulia kumepangwa kumetengenezwa na wanadamu na ametaka tuzoee na kuchukulia kwamba kulia ni sehemu, kuhuzunika ni sehemu, kuumia ni sehemu ya maisha yetu, lakini aishi hivyo. Mungu ikiwa nitaishi ntaishi nikiwa nimesimama upande wa haya tu, na ikiwa nitakufa bado kaburi litahubiri. Asante kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, asema, itengenze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayewawa ama afae katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.